Kwa hiyo maandiko, anachokisema ni nini? Unaweza kusamehe, na akatufundisha alipokuwa msalabani mwenyewe. Ngali alipokuwa msalabani, alieleza kwenye ile Luka, sura ya ishirini na tatu, aliposema, akasema Baba, uwasamehe, kwa kuwa hawajui walitendalo, walitendalo, walitendalo. Kwa nini anasema Baba uwasamehe wakati wanamtukana yeye, awamtukani baba wakati wanamuudhi yeye au muudhi baba. Usisahau Yesu alisema mimi natenda mapenzi yake aliyenituma na kwa mapenzi yake nimekuja. Kwa hiyo kuwa msalabani ilikuwa ni mapenzi ya Baba, na kwa kuwa hawa wanakinzana na yale ambayo ni mapenzi ya Baba, kitendo alichokuwa namfanyia Yesu, Yesu anachokisema ni hivi, wanatenda kinyume na mapenzi yako. Kwa hivyo sio mimi wanayonikosea, wanakukosea wewe ulioniita nitende hiki. Baba wasa. Samehe kwa kuwa hawajui watendalo. Hapa ndiyo siri, hii ndiyo siri ya namna unavyoweza kutoa msamaha. Watu wengi wanaweza kushindwa kama hawatajua jambo hili. Ninakumbuka sio tu Yesu, lakini hata Stefano mwenyewe wakati anapigwa mawe na anakufa, kwenye ile Matendo saba aya ya sitini Stefano akasema, Baba usiwahesabie dhambi hii sema Mungu usiwahesabie dhambi hii. Dhambi ipi? Ile ya kumpiga mawe. Na alipomaliza hivyo akakata roho. Yani wanampiga mawe halafu wanasema Baba, usiwahesabie dhambi hii. Ipi? wanakutenda dhambi kwa kunipiga mawe, maana aliyesema usiue sio mimi. Aliyesema usiue ni nani? Kwa kuwa wanaenda kuua, kwa sababu hiyo wanakutenda wewe dhambi. Baba uwasamehe Wakati Ibrahimu na Sara wameenda ile nchi ya Gerari, mfalme Abimeleki alipoulizia habari za Sara, wakafanya mzaa mmoja, wakasema tuseme hivi wewe uwe kaka, mimi niwe dada. Wakati wanazungumza hivyo, Abimeleki akamchukua Sara ni ndani ya mwaka huo unaofuata ili awe mjamzito wamsae Isaka. Sasa angalia kitofanyika hapa. Usiku wakati Abimeleki anataka kumkaribia, Mungu akaingilia kati. Kwenye ile mwanzo sura ile ya, ya ishirini, ile anasema yule mtu akastuka sana, halafu akauliza imekuwaje bwana? Akasema wewe ni mfu, wewe wewe ni marehemu, kwa sababu ni mke wa mtu. Akasema si walisema ni kaka na dada? Ni kwa mikono yangu safi kabisa nimemchukua. Mungu akasema ni kweli, ni kweli walikwambia, ila sio huyu, ni mke wa mtu. Aya ya sita inasema hivi, ndio maana nimeingilia kati ili nikuzuie usinitende dhambi. Kwa hiyo sio kwamba usimtende Ibrahimu dhambi. Aa, Ibrahimu hajasema usizini. Niliyesema ni usizini ni mimi. Ukifanya zinaa unatenda dhambi dhidi yangu yeah. Na ndiyo lugha ya Yusufu kwenye ile Mwanzo 39 ile aya ya kumi na moja anasema, kweli Potifa ameweka kila kitu mikononi mwangu isipokuwa wewe, maana wewe ni mkewe. Nitendeje ubaya huu? ni mkose Potifa? Alisema Potifa? Alisema nani? Mungu. Yusufu alijua nikifanya uzina, hii sio Potifa anayekosewa, anakosewa Mungu. Ndio maana mke na mme wasioweza kusamehewa wanachukua nafasi ya Mungu, eti kwa sababu ameniudhi. Sio wewe aliyesema, usiudhi wengine ni nani? Kwa nini unakuwa mgumu kutoa msamaha? Ni kwa sababu unajifanya wewe ndio uliyesema usiudhi Sio wewe. Unaposema kwa nini kuwa mgumu, kwamba amefanya uasherati? Unashindwaje kusamehe? Kwa sababu unadhani wewe ndiye uliyesema usizini. Hebu ruhusu basi, ruhusu uone ukweli huo, sio mimi nayetendewa. Au mtu akiiba, sio huyo aliyesema, mimi sio niliyosema usiibe, ila Mungu ndiye amesema usiibe. Kwa hiyo Yesu anaposema utusamehe, maana yake kwa kuwa ukombozi ni msamaha na kwa kuwa wewe umesamehewa, umepitia hayo maisha, hebu basi usione ni wa kwako, uone ni wa wanadamu wengine wote. Ukishindwa kusamehe unathibitisha haujaokolewa, maana msamaha ni ukombozi. Kila mtu anayeshindwa kusamehe anathibitisha hajaokolewa, ni mpagani ambaye huyo aliyoko juu sio baba yake. Sisi tunasamehe kwa kuwa Baba ametusamehe, na ametuacha tuthibitishe Mungu anasamehe. Ukishindwa kusamehe, unawaambia wanadamu wenzako Mungu si anayesamehe, hawezi kukusamehe. Ukisamehe maana yake unamthibitisha Bwana ni mwenye kusamehe.